Katika hafla hiyo ya maziko ambayo yalihudhuriwa na umati mkubwa wa wananchi na viongozi wa serikali zote mbili akiwa Maalim Seif Sharif Hamad, makamu wa kwanza wa rais, waziri wa mambo ya ndani Dr. Emanuel Nchimbi, mawaziri na viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo na viongozi wa vyama vya siasa, yalifanyika katika hali ya amani na utulivu na kuongozwa kwa maadili makubwa na mhashamu baba Askofu Anthony Banzi ambaye ni mkuu wa jimbo wa kanisa Katoliki Tanga. E, Bwana wasamehe kwa wema dhambi zao Usipokee kazi zao njema, njema. Tuwaombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yetu huyu. E, Bwana uwatulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani baada ya ibada hiyo na jeneza hilo kushushwa ndani ya kaburi, viongozi hao wa dini na serikali na familia walipata fursa ya kuweka udongo ndani ya kaburi hilo, na pia baada ya kuweka shada la maua, ishara ya upendo na amani, na kaburi hilo kufukiwa kwa mujibu wa taratibu zote za kidini, huku mamia wananchi wakiendelea kushuhudia na, na kuomba dua. Zungumza katika maziko hayo kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, waziri wa nchi ya afisa ya makamu wa ma, pili wa rais Mheshimiwa Mohamed Abud amesema padri Evarist Mushi alikuwa ni kiongozi mwema na aliyependa wema wake wafikie wananchi amepoteza kiongozi shupavu na watamkumbuka. Huku mmoja ya wanafamilia akizungumza kwa niaba ya familia ya padri Evarist Mushi, bwana Francis Mushi ameshukuru serikali na wote waliofanikisha maziko ya mpendwa wao padri Mushi. Kwa huzuni, masikitiko na mshtuko mkubwa sana, maumivu ambayo familia wanane na waumini wote vile vile na serikali maamuzu hayo maarusa sana. Padri Mushi alikuwa kiongozi muumini wa dini mwadilifu, kupenda haki, kupenda umoja na amani na nchi. Kwa niaba ya familia, ninapenda nitoe shukrani zetu kwa wote waliohusika katika tukio hili, tangu wale waliomwondoa kwenye eneo la tukio hadi kumhifadhi, daktari aliyekuja kutoka Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya postmortem, tunawashukuru sana. Mapema Dr. Ali Mohamed Shein, rais wa Zanzibar, alifika kanisa kuu la katoliki la Zanzibar la minara miwili la St Joseph na kushiriki na kutoa salamu zake za mwisho kwa marehemu na kumwombea dua Padre Evarist Mushi, na baadaye misa hiyo iliongozwa na mwadhamu Polycarp Cardinal Pengo Askofu mkuu wa jimbo kuu la Katoliki Dar es Salaam, ambayo nayo ilihudhuriwa na waumini wa dini hiyo kutoka sehemu mbalimbali za Zanzibar na Bara, wakiwa maaskofu wa majimbo mbalimbali ya Tanzania na mabalozi wa nje waliokuwa hapa nchini, mabalozi wa Vatican na viongozi wa vyama vya siasa na madhehebu mbalimbali ya dini. Padri Evarist Mushi wa parokia St. Joseph aliuawa siku ya Jumapili asubuhi kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana wakati akienda kanisani kwa ajili ya kuongoza ibada ya Jumapili katika kanisa la parokia Theresia la Mtoni Zanzibar. Kutoka pakiswani Zanzibar, mimi ni Faruk Karimu wa ITV.